Mjomba, mjomba, ukijaribu kufuatilia vitabu vya dini, hata in normal life, utaona kabisa kwamba hakuna mtu aliozaliwa maskini. Umaskini ni sisi wenyewe, mtu mwenyewe unajitakia wewe mwenyewe unajitengenezea mazingira ya kuwa maskini. Kama mindset yako hapa kilini mwako hauna mbinu za kuutafuta utajiri, umeshakata tamaa ya maisha, definitely kwamba wewe mwenyewe unaukaribisha umaskini. Ili kuepuka na umaskini, kuna vitu kadhaa vya kufanya mjomba. Cha kwanza, mjomba, muda wako mjomba, usikubali mjomba kupoteza muda. Muda mjomba ni muhimu sana. Matajiri wote worldwide wana masaa ishirini na nne tu lakini wanayatumia vizuri, ndio maana wanafanikiwa. Usikubali mjomba kupoteza muda. Mjomba wekeza mjomba kwa nye, kwako wewe mwenyewe, jiwekeze jiwekeza kwako. Nikisema wekeza kwako, na maanisha wekeza kwenye mindset yako mjomba. Chukua muda wako mjomba, soma vitabu, sikiliza video za matajiri, wanaongea nini, mjomba achana mjomba na mambo ya, ku, ya social media. Social media unapoteza muda, TV, movies, uh, whatever uh, unachukua muda mwingi kwenye social media kwenye TV. Achana mambo hayo mjomba, achana kabisa, concentrate mjomba. Unaweza kuimaliza vipi siku yako, for instance kesho labda ni Jumamosi yako au Jumapili au Jumatatu, angalia ni kitu gani cha kufanya kuanzia asubuhi hadi jioni. Usipoteze muda mjomba, tenga hata masaa yako mawili matatu manne mjomba, jifunze kitu kipya. Muhimu sana mjomba, lazima ujifunze kitu kipya kila siku ikiwezekana, ujifunze ujuzi mpya au kitu kipya mjomba. Ukijaribu kufanya vitu vyote hivyo mjomba, baada ya muda, sio rahisi, lakini baada ya muda utaona vitu vinaanza kuja. Hela zipo kwa watu mjomba, kwa hiyo inabidi utengeneze mkondo, zile hela zije kwako. Ukishajua vitu vingi, hela zitakutafuta wewe mjomba. So wewe kuzifosi zi, zi, zije kwako, zenyewe zinakuja you build the stream ya hela ije kwako, zinakuja kwako zenyewe mjomba. Kutokana na nini? Maarifa, uwezo, ujuzi, vitu vingi unavyo, upeo mkubwa. Watu wenye hela lazima utakutafuta wewe. Ivan the Don, endelea kusikiliza sana sana sana video zangu, zina mafunzo mazuri sana. Asante, nakutakia siku njema, barikiwe. Shea video na wenzako na marafiki zako, sio marafiki marafiki tu, hapana, marafiki ambao wana manufaa na wewe, marafiki ambao wana manufaa weka pembeni. Asante, bye.